Taifa letu ni takwimu. Hatuna takwimu ya yale yanayoendelea vizuri. Mimi nimenukuu vifo sabini na tano, lakini najua kuna vifo zaidi ambavyo havikusajiliwa katika police station zetu, na yote ni kwa sababu tuna hofu, tuna uoga, hatujitokezi. Kikao cha leo ni kuwapa elimu, kuwa nasihi, tujitokeze na unapokuwa, unapokuwa shahidi kwa swala kama hili usikatae kwenda kotini kesi nyingi haziishi kotini kwa sababu mashahidi wanasema aliyebaka ni shangazi yangu ni mjomba amembaka let me speak frankly many of the victims fall prey to individual they do not truly know i want to caution our young ladies do not, do not go on dates or meeting with the strangers whose background we are not aware of So tunawaambia wasichana wa wetu wajihadhari, hata ukijuana na mutu jua mutu vizuri.